E bwana, hii biashara za, zamani ilikuwa kama biashara ya ajabu, ilikuwa kama ni kuachulia watu, yaani watu walikuwa hawaelewi, ilikuwa yaani mtu anashangaa kama mnauza majeneza, alikuwa anashangaa kabisa, naona kama ni kitu cha ajabu, lakini kumbe ni huduma, ni kuwasaidia watu e, maana mtu akanunue mbao, akatafute mafundi wengine unakuta hata fundi mwenyewe ni waajabu ajabu wanatengeneza. Sasa hivi mtu amefiwa, hata wakati mwingine hana ndugu, ananunua jeneza anaenda kumstahili. Na ni kweli, na zamani kweli, kuliona jeneza ilikuwa yeah, linatisha mno, ndio ndio, ilikuwa linatisha sana sana sana, lakini sasa hivi kama ulivyosema, ni mambo yeah, ya kawaida tu ya kawaida, yeah. Lakini pia kumbuka, wakati mwingine unakuta yani ya kuchongwa, unakuta limechongwa wakati mwingine na panga tu, limechongwa na panga, unaenda kumzikia ndugu yako wakati mtu aitokea aende wake alikuwa anavaa vizuri, analala pazuri, hey. lakini jeneza atokea jeneza na heshima kama hivi. Kwa hiyo ndio ndio cha kawaida. Ndio hata wakati tunaanza hii kazi tulianza kwa, kwa wakati mgumu sana. No, kwa no. Sababu kilikuwa gini kitu kama watu kinawatisha watu. Watu walitujia kwamba ni kitu cha namna gani, mnatengeneza kama vile mnakaribisha kifo. Sawa sawa. Ni shida kweli kweli. Karibu. Uh, asante. Pole rafiki yangu. Asante. Pole. Eh, karibu. La kwako wewe mwenyewe unasema? Ah. Yaani la kwangu mimi? Ah, ndio maana. Unanunua mwenyewe au umeagizwa? Ndio maana yake. Okay. Nimeagishwa na ni mimi nimewakilisha, kuna jamii jirani wetu kule wakasabana kwake mzowefu na mji huu ukaangalie tupate karibu eh. Ah, karibu, karibu, karibu, karibu, karibu, uwe huru chagua tunalotaka ukishangalia yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. ngapi la kisita ambapo umeangalia, ile la kisita sasa, ile la kisita ile, lile lingine la pale juu, lile la kitano na nusu. Ah, sasa hilo la ah la kisita. Ah, usiwe na hofu ndugu yangu, eh. Usiwe na, na wasiwasi. Ukinunua nyanya kuna nyongeza. Ukinunua ndizi kuna nyongeza. Eh, na wewe tutakuongeza hako kadogo, eh. Unasema? Ah, ah, tunakuongeza hako kadogo wako. Karibu. Unasema? Ah. Kwa hako karibuak Eh? Sijali, anamana yani an... nzuri yani nzuri. Nzuri, nzuri, nzuri, tunafanya biashara nyingi kama alivyosema, ukinunua mchele, jazia anakaongeza kidogo mchele. Sasa sikiliza hey. Hata majeneza kwanza, kumbuka hata kwenye Biblia nasema kufa ni faida. Kwa hiyo kufa sio hasara, sawa na, ni, ni, faida. Na, ni faida kubwa sana kuishi ni Kristo hata eh, eh, eh, eh, eh, eh. Wimbo anaimba kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni sawa. Kwa hiyo siogope, kumbuka hata Yesu alipokufa hakwenda kuchimba kaburi siku hiyo eh. Kaburi ilikuwa imechimbwa mapema. Kwa hiyo hata wewe kama una hela unanunua kabisa jeneza unaweka jeneza ulipenda, ili siku kifa unazikiwa jeneza nzuri, sio hasara kwa sababu kufa lazima utakufa, ni kitu cha kawaida Kosi wasi wasi, wasiwasi hicho icho, ongea ni sahihi. Ukitaka shida iko wapi? Ndugu yangu hata ukipewa, ukiweka ndani, shida iko wapi? Unazidi kukazana, naongea mambo mengi. Hapana, nisamehe ndugu yangu, nisamehe, nisamehe ndugu yangu, nisamehe. Anabaya, wewe, ina maana unafurahia mimi ninapopata, nije napopata matatizo? Nyinyi tunaelewa ni msaada kwa ah, jamii ah, huduma. Zamani mpaka mwende mkanunue mbao, si eh wapi wapi? Sasa hivi ni kisasa. Sasa niseme nilianyongeza alafu tena pana menitwarika la kwako mwenyewe, ina maana mimi nije afu nijiweke wewe Usifike huko, usifike huko, usifike huko. Sawa, alikuwa na maana nzuri kwamba kufa wote tutakufa, tunatakiwa tujiandae kufa, na tukifa tulale vizuri, kama tunavyoandaa nguo, hata jeneza tuandae vizuri, kaburi tuandae vizuri, kwa sababu kufa kupo. Hey. Hey. Njoo tuelewane sasa. Wewe tulia, tulia uh. Cha tulia kiongozi, yule na heshima zake namaa Yeah. Wewe ndio tuongee kwa huko wewe. Wewe tulia hapo hapo. Ehe. Eh, au sio? Kwa hiyo. Pungusha. Pungusha basi kidogo. Basi tutakuwa 580. Achana na hiyo, basi kama hujamuelewa, hamna shida. Sasa naomba nataka hilo la 600, maka linaheshima na hilo la, la, la, la kisita ndugu yangu, hey, hey! Kwanza tunakupa nina ka muziki umomo ndani nina naka YouTube, umomo ndani. Marehemu anapoondoka ataenda kwa starehe sana, Everywhere akili yako ina akili msima, au? hey, hey!